Budget, budget, budget, budget. Najua mmesikia sana Achieve Finance tukizungumzia kuhusu budget. Swali linabaki hivi, hii budget ina umuhimu gani? Hii budget ina faida gani? Mbona tunaambiwa sana? Kwa hiyo leo nataka nikupatie faida kumi za kuandaa na kutumia budget. Faida ya kwanza ya kuandaa bajeti ni kwamba inakusaidia wewe kuwa kwenye kontrol, unakuwa kwenye kontrol kwa sababu unakuwa unakifahamu kipato chako, lakini pia unakuwa unafahamu matumizi yako na wewe upo katika nafasi ya kuamua namna bora ya kuweza kuoanisha mapato yako na matumizi. Ukiona upande wowote ule unakuwa mkubwa, pengine unamwathiri mwingine, unaweza ukakaa na ukapata ile optimal balance ambaye niliwaambia toka mwanzo, wakati tunaanza hii series kwamba inahitaji utashi wetu lakini pia na ufahamu, ili tuweze kuja na ile balansi kati ya mapato na matumizi, ama rasilimali na majukumu. Kwa hiyo bajeti kazi yake kubwa ni kukusaidia wewe ili uwe kwenye kontrol. Hiyo ni faida ya kwanza, lakini faida ya pili, bajeti inakusaidia kujua namna ambavyo pesa zako zinatumika. Bajeti inakusaidia kujua namna ambavyo pesa zako zinatumika. Sasa basi, yule mtu ambaye haandai budget wala hatumii budget, huwa wanakuwa na kauli zao, na utawajua kwa sababu huwa wanapenda kusema hivi, yani, siku hizi hizi benki zinatuibia, yani nimeweka tu hela fulani asubuhi, saa hivi imeshapungua. Unasikia mara ah, hii mitandao ya simu, nilikuwa na salio langu limepita sehemu fulani, mapato yangu yameingia kupitia mtandao wangu wa simu, saa hivi naona imebakia karibia nusu. Lakini pia wanaenda mbali na kusema, sijui mi nimetupiwa chuma ulete, mi nahisi kuna chuma ulete, kama sio ule jirani yangu, basi kuna mfanya kazi mwenzangu ndo aliniomba chenji juzi, nikampa hela zangu, alafu hela yangu sijui ikaenda kufanyiwa nini, kwa hiyo kuna chuma ulete. Sasa hizo ni kauli za mtu ambaye hatumii bajeti, kwa sababu hajui pesa zake zimeenda wapi na kwa sababu hajui lazima atafute wa kumpa lawama, kama sio benki inamwibia basi mitandao ya simu ama chuma ulete. Lakini hiyo kauli hautaikuta kamwe kwa mtu ambaye anaandaa na kutumia bajeti, kwa sababu anajua pesa zake zinapokwenda. Hiyo ndo faida ya pili. Lakini faida ya tatu inakusaidia kuweka mkazo ama focus kwenye malengo yako ya kifedha. Kwa hiyo bajeti inakupa nafasi ya kuweza kucheza na zile pesa zako na kuziweka katika yale malengo ambayo wewe unataka kuona yanatimia. Una lengo la kujiandaa na kustaafu, utatumia bajeti ili uweze kuweka kile kiasi pembeni kwa ajili ya kujiandaa na kustaafu. Una malengo ya kuweka akiba, una malengo ya kuwekeza, una malengo ya kukusanya mtaji kwa ajili ya biashara, una malengo ya kulipa madeni. Hayo malengo yote yatasimamiwa na budget kwa kuwekewa matengeo kwa makusudi na bajeti yako ambayo wewe unaiandaa. Alafu sasa, hakuna mtu mwingine yeyote anayejua malengo yako isipokuwa wewe, alafu wewe ndo mwandaaji wa bajeti. Kwa hiyo utashinda kuweka fungu ya lile jambo ambalo wewe unalitaka kuliona linakuwa kweli. Kama ni madeni yote umeyalipa, unakuwa una amani, lazima utatia kwenye bajeti. Kwa hiyo inakusaidia n nikasema unaweka mkazo kwa yale mambo ambayo unataka yatokee, tena ukiwa unajua kwamba unataka yatokee kwa muda gani. Kwa hiyo ukishajua, inakuwa rahisi kujua niweke sana kwa kipindi fulani, nipunguze baadaye, lakini yote, ili mradi lengo ni kutimiza majukumu yako au malengo yako ya kifedha. Hiyo ni faida ya tatu. Faida ya nne, bajeti inakusaidia kwa kukupatia onyo, tahadhari, inakuashia taa nyekundu, inakuambia pale kwenye kona pale, usipo slow down unakula msinga, kwa sababu mapato yako yameyumba aidha umefukuzwa kazi, umepunguziwa bonus, mmekatwa mshahara, bajeti itakwambia. Mwanzo ulikuwa unapanga bajeti ya mshahara wa milioni mbili, lakini leo ofisini ametokea kutokea, mmepunguziwa labda unapata 1.8 kwa hiyo unataka kutoka kwenye kupanga bajeti ya milioni mbili unakuja kupata kupanga bajeti ya milioni moja na laki nane. Yamkini ulikuwa unalipwa laki tano, lakini bos kasema kuna mteja mkubwa aliyekuwa anafanya naye biashara, anampa mapato mazuri. Yule mteja amejitoa kwenye biashara, ayuko naye tena kama mteja wake, kwa hiyo mapato yake yamepungua unatoka kutoka kwenye kulipwa laki tano unalipwa laki nne. Kwa hiyo automatic unakaa chini, unaweza kuona hapa kuna mambo yamebadilika kwao, mimi ngoja nibadilike. Lakini pia hata kwenye wakati wa matumizi, bajeti itakwambia, kwa sababu utaona kuna miezi ulikuwa unaenda vizuri, lakini hapa katikati kuna matumizi ambayo hata sio ya msingi umeyaingiza, alafu upande wa, ma, wa, wa, wa matumizi umeanza kuwa mkubwa. Kwa hiyo utaona kwamba unaanza kupata negative unaanza kupata deficit. Ikitokea hali hiyo, unapata onyo la kuambiwa kwamba usipobadilika, kuna vile utakwama sio siku nyingi. Kwa hiyo bajeti ni nzuri kwamba inakupatia onyo, lakini faida ya tano, bajeti inakuruhusu kupangilia zile nyakati za dharura. Tunasema unexpected events, kwamba zitakuja kutokea, huwezi kujua, aidha kuna mvua itanyesha mafuriko yatakuja yatachukua nyumba yako, biashara yako inaweza ikaungua. Tuliona pale magorofa yamedondoka Kariakoo, magorofa yamedondoka Kariakoo na kadhalika. Hiyo yote kwa mtu ambaye alikuwa anapanga budget, inawezekana alikuwa anaweka aside kiasi fulani kwa ajili ya dharura. Ikitokea shida kama hile, basi anakuwa na pesa ambayo alikuwa anaitenga, kutokana na, kutoka na kwamba alikuwa kwenye budget amespecify kwamba kila mwezi mimi nitaweka hata asilimia tano, asilimia kumi pembeni, kwa ajili ya mambo yangu ambayo yanaweza yakatokea, mi nikiwa sijui sijapanga imetokea, pengine mzigo hata umechelewa, nimekosa mali ya kuuza, nimekaa tu nasubiria kontena lifike. Wakati unasubiria hapa katikati, maisha yako yanaendeleaje? Unakuta tayari ulisha plan kwa ajili ya nini? Ya hizo nyakati za dharura. Advantage ya sita au faida ya sita ni kwamba budget inakusaidia kuwa na ma mawasiliano na mwisho wa siku, mahusiano mazuri na familia yako, kama mtakuwa mnapanga budget kwa pamoja. Mkipanga budget kwa pamoja, kila mtu atasema la kwake, sawa. Kila mtu atasema kwamba, bwana, mimi ningependa da mwezi huu niwe na kitu fulani. Baba, ningependa mwezi huu wa, au mume wangu ninge... Lakini unakaa nao chini, unaambia, unaona mapato yetu ni haya na haya ndio matumizi yetu. sijakununulia hichi kitu kwa sababu nikinunua, kuna hili jambo kubwa, paa la msingi litafeli. Kwa hiyo usione kwamba nimepeleka kwingine a nimefanya hichi. Kwa hiyo hata kama kuna mtu kwenye familia ambaye um, mahitaji yake hayatatimizwa, atakuwa anaelewa hayajatimizwa kwa sababu kuna jambo abc ambalo linafanyiwa kazi. Kwa hiyo kutakuwa hakuna manung'uniko kwenye familia, kutakuwa hakuna mtu kuona kwamba mahitaji ma yake yanadharauliwa ama ya mtu mwingine ndio yanaheshimiwa zaidi. Patakuwa na ile kwamba wote kama familia tunajua namna ambavyo tunasonga mbele, na hata kama hujatimiziwa unakuwa na amani, sababu unajua kuna kitu bora zaidi kimeenda kutimizwa, alafu baadaye mahitaji yako wewe yatakuja kutimizwa. Hii ilikuwa ni faida ya sita, lakini faida ya saba ni kwamba budget inakusaidia kuweza kudili na vile vitu ambavyo una uwezo navyo, ama una vimudu yani. Inakusaidia kabisa, yani wakati wote udili kwenye vile vitu vya ligi yako, achana na mambo makubwa sana ambayo hayakuzi, ambayo wewe uwezi, yanakuzidi uwezo. Ndio maana ukiwa unaandaa budget itakusaidia kujua uhalisia wa kipato chako, na utakuwa unajua kabisa, mimi kwa kipato changu hichi kitu sikimudu, na unakubali na una make peace kwamba mimi si mudu hichi, japokuwa watu wengi ndi wanakoenda, lakini nikienda huku naenda kujiumiza. Ngoja mimi nibaki zangu hapa, ndo ninapopamudu. Kwa hiyo itakusaidia kutokutaka kujimwamba fai kwa mambo ambayo hauyawezi. Jz alisema if you cannot buy it two times you cannot afford it. Wachana na mambo ambayo huwezi kuya afford, huko ni kuanza kujitafutia stroke na presha. Lakini ukibaki kwenye mambo unayo ya afford, then hata maisha yako yanakuwa hayana stress. Mfano hata kwenye kodi, kama huyo ni mtu wa kuishi Sinza kwa hiyo unataka kwenda kuishi Masaki? For heavenly sake. kama huyo ni kuishi uh, kwa, kwa Mtogole kwa hiyo unataka kwenda kuishi Goba? Kwa hiyo hata kwenye kuamua tu makazi itakusaidia kwa sababu kuna makazi mengine unaweza ukafosi, lakini kodi kakutokea puani, na sio siku si usi nyingi ukafukuzwa. Kwa hiyo bajeti itakusaidia ubakie, mi nasemaga inakusaidia ubakie njia kuu, hakuna kutokatoka kufata mambo ambayo hayakuhusu, na kama hayakuhusu, mara nyingi yatakuelemea. Kwa hiyo, hiyo ni advantage ya saba, lakini advantage ya nane inakusaidia kuweza uh, kujua ukakope mkopo wa kiasi gani? Mathalan, una bajeti ambayo unaenda nayo vizuri, kiasi kwamba imefika mahali umeweza kuona kabisa bajeti yako inakupa surplus. kuna kitu kinabaki, unapata mapato then matumizi yako yapo, lakini ukiyapanga bado kuna amaunti fulani inabakia. Unaweza ukasema hii amaunt, kwa sababu na uhitaji wa kufanya maendeleo na uhitaji wa kukuza biashara na uhitaji wa kumalizia kujenga kwa mfano au na uhitaji wa kitu fulani cha kimaendeleo, lakini hiyo pesa sina. Kwa sababu sio kila mkopo ni mbaya, kama ukiwa umeshapigiwa mahesabu kwanza, umekopwa kwa tija, lakini mahesabu ya namna ambavyo utalipwa ayo mahesabu yameshapigwa, sio unakopa alafu unamwachia Mungu. Umeshapiga hizo hesabu, huo ni mkopo mzuri. Kwanza una malengo, hujakopa tu kwa sababu unaiga, au hujakopa tu sababu kuna watu ambao wako tayari kukopesha, lakini umekopa kwa sababu umeshajua kwamba una uhitaji na ni mahitaji ya kimaendeleo, lakini na utaratibu wa malipo unaujua. Kwa hiyo unaenda unachukua mkopo kulingana na ile amaunti kwenye bajeti iliyobakia. Ukiona milioni hamsini, sitaweza kwa amaunti hii, unapunguza unakuja mpaka thelathini wanasema niichukua thelathini na ile surplus ambayo nimeiona kwenye bajeti, ambayo naiona itakuwepo kwa muda kama miaka mitano hapa, basi ngoja nikakuchukue thelathini milioni kama mkopo, alafu ile surplus italipa. We hautakaa upate matatizo ya marejesho, hautakae ugombane na benki yoyote, wala kausha damu, wala taasisi yote ya kukopesha, kwa sababu umejipanga. Lakini hiyo surplus utaijua baada ya we kuanza panga na kutumia bajeti. Bila ya hivyo, hautajua na kama hutumii budget, utakopa mkopo wa kwanza, utaona unaenda vizuri, na kweli huenda ulikuwa na surplus. Lakini kwa sababu ya ujui, unachukua mkopo wa pili, wa tatu, kuja kuhamaki hauwezi tena kulipa. Inabakia sasa, unamkopa A ukamlipe B, B akicharuka, unamkopa C unamlipa B, C akicharuka, unamkopa D unamlipa C. Yani inakuwa wewe ndio unafanya, hiyo ndo kazi yako. Kwa hiyo budget itakusaidia kujua mpaka kiwango cha mkopo ambacho we unaweza kuchukua lakini bajeti itakusaidia kwenye pointi namba tisa, kuachana na tabia mbaya za kifedha. Yani kuna watu wana tabia mbaya za kifedha. We unafikiri kuna tabia mbaya tu zingine zingine huko, hata kwenye fedha huko kuna tabia mbaya. Lakini bajeti ndo mwarobaini wa kuepuka baadhi ya tabia mbaya, unaanza kuzitoa kuzipunguza kwenye maisha yako. Na hizi ni tabia mbaya, kwa mfano kutumia pesa ovyo umeona tu kitu, hata kwenye bajeti ya kipo, wala ukihitaji, ila unakinunua, especially wanawake. Ulikuwa hata hauna shida ya, ya kiatu, upo Posta unatembea, kuna wale wakaka ambao wanauzaga viatu, nakwambia sista, unakionaje hichi tena kwa mguu wako ulivyo kitakupendeza, basi umeshasimama, kwa sababu ushasifiwa. Alafu umekiona na rangi nyekundu, unakumbuka una, una blausi fulani nyekundu, ukipigia na chini nyekundu, ukavaa na suruali nyeusi, utakavyopendeza, unanunua, lakini haikuwa kwenye bajeti. Na kwa sababu ni haraka haraka, hata haupimi vizuri, unavaa wiki mbili, kinakubana, unagawa. Ile ni pesa ambaye ingeweza kwenda hata kwenye akiba, ingeweza kwenda kwenye uwekezaji, ingeweza kununua vipande kwa hiyo inakusaidia kupunguza baadhi ya tabia mbaya ambazo mtu anazo, lakini pia inakusaidia kupunguza kula nje. Kula nje kwa watu wanakula ovyo ovyo, kakaa hivi kisha ingia Sinza, mgawa fulani kakata hivi kisha ingia Mlima Nzidi, sio kachukua kakata hivi kaenda kuchukua baga, yani anakula sana nje. Kwa hiyo unakuta kwa siku hata 12, 15 mtu anakuwa anakula sawa na nyumbani, bado kaacha hela na chakula chake atakuta jioni kwenye hotpot akirudi nyumbani. Kwa hiyo inakusaidia kuanza kujikuta kwamba kidogo kidogo of course zingine ni habit, itachukua muda kidogo kubadilika, lakini budget itakufanya u-uwe restricted, uanze ku kujibana kwamba ngoja tu kidogo niache hii tabia. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuta umeacha tabia mbaya ya kwanza, ya pili, ya tatu, basi umeanza kuwa na tabia nzuri za kifedha. Lakini ya mwisho ya kumi ni kwamba budget inakusaidia kuondoa msongo wa mawazo pamoja na stress na kukupatia uh, utulivu wa akili. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila kitu kipo under control. Kwanza kabisa umeepuka matumizi ambayo hauyawezi, lakini pili umekataa kulazimishwa na society society pressures kuingia ba kwenye baadhi ya matatizo ya kuingia kwenye manunuzi ambayo ya kushindana, mnafanya mnashindana na watu, huyu ana iPhone 16 nataka. Umeachana na hizo iPhone... zote, umeamua kurudi kwenye reality, uwezo wangu uko hapa Nimekubali, I accept, na niko tayari kubadilika, na nitaanza kwenda mdogo mdogo, nitaanza kuwekeza. Mwisho wa siku unakuja kukwambia, unakuja kugundua kwamba unapenda lifestyle yako, kwa sababu unaimudu. Hupati mawazo, hupati stress. Hata mkopo wenyewe umechukua, lakini ushaupigia hesabu, unajua namna utakavyolipika. Hasa hapo unapata msongo unaotoka wapi? Huo msongo unatoka wapi? Kwa hiyo hapawezi kuwa na msongo, badala yake utapata utulivu na afya yako ya akili itazidi kuimarika. Unajua watu wao wanafikiri kwamba sababu kubwa ya watu kupata msongo wa mawazo ni mapenzi. Of course mapenzi yana sehemu yake, lakini research zimefanyika nyingi duniani, na sababu ambazo zinaongoza watu kupata msongo wa mawazo ni sababu za kiuchumi sababu za kiuchumi, sababu za kifedha. Mtu kafukuzwa kazi, biashara imepotea, mtu ametumia pesa vibaya, mtu ame ameenda tu amehonga, mtu ambaye alikuwa anajua atakuwepo nayo kwenye maisha huyo mtu kamkataa. Na tunakuja kuona mtu kajinyonga kwa sababu ya mkopo, mtu kajinyonga kausha damu, mtu kajinyonga maisha magumu, mtu sijui kafanyaje yani zote zinahusika na fedha. Kwa hiyo pia fedha, matatizo yatokanayo na fedha yanasababisha kwa kiwango kikubwa sana msongo wa mawazo kwa watu wengi, kuanzia kwenye nchi zilizoendelea na nchi ambazo bado zinaendelea. no one is spared. Kwahiyo ni vyema tukaanza kuwa serious na maisha yetu ya kifedha, na u serious unaanzia pale ambako wewe unaanza kuwa na planning na bajeti. Ni aina mojawapo ya, moja ya kufanya planning. Unakaa chini unajiuliza, mi na shilingi ngapi, na hii hapa pangilia vipi hivi hapa, kwa hiyo wapi nipunguze? Mbona baba amezidi? Yale maswali magumu, ukianza kujiuliza, lazima utapata majibu. Na kuna mtu alisema kwamba kwa Kiingereza kwa kwamba budget is telling your money where where to go instead of wondering where it went. Kwa, kwa kifupi kabisa, budget unaiambia tu pesa yako iende wapi kwa hiyo ina maana wewe ndo una nguvu ya kuiambia nenda hapa, nenda hapa, nenda hapa, ili baadaye usije ukamsingizia chuma ulete au ukawasingizia benki kwamba pesa yangu imeenda wapi. Kama hujui, ndo utaanza kutafuta watu wa kulaumu. Kwa hiyo nadhani umeona hizi uh, faida nilizokupa ni nzuri sana. Wee utaki kupata hizo faida, kwamba unakuwa una kwenye control, unakuwa na mipango ya fedha vizuri, unakuwa na tabia njema. Kwa hiyo kama ulikuwa bado una doubt za kuanza kuandaa na kutumia budget, basi nikushauri ufanye hivyo kwa sababu utakwenda kuenjoy hizo faida nilizokuambia na zingine nyingi ambazo wee mwenyewe baadaye utakuja kutupatia ushuhuda. Kwa sababu juzi nilipigiwa simu na mdada mmoja, yuko Mwanza, nilimsaidia katika kuweka mipango ya fedha, tena ni rafiki yangu. Actually, alikuja nyumbani kabisa kunitembelea, tukawa tumekaa sebleni, kwa hiyo nikampa free consultation. Sasa alinirudia kunipigia, ilikuwa ni mwezi wa saba mwaka jana elfu mbili na ishirini na nne, akanipigia kuniambia, madam, my friend, najua kwamba hata sikukulipa watu wengine wanakulipa hela lakini mi sikukulipa, kwa hiyo hata basi nitashinda kukwambia kwa namna ulivyonisaidia. Kwa hiyo alinipigia kunipatia ushuhuda kwamba sio kwamba hata kama amepata kazi nyingine inayolipa sana, hapana, lakini ameenda kufanyia kazi eneo la matumizi, eneo la bajeti, na kutoka hapo ameweza kuokoa hela nyingi sana. Kwa hiyo ananiambia, nimekurudi tu kukwambia asante madam, ulinisaidia na niko vizuri, bado naendelea kutafuta vipato vingine, lakini hata kama sijapata vipato vipya lakini kwa kipato hichi hichi nimepunguza vitu vingi sana, kwa hiyo naona hela yangu imeongezeka. Wewe hutaki hela yako iongezeke? Kwa hiyo naomba usipuuze umuhimu wa kuandaa na kutumia bajeti ili uweze kunufaika na faida hizi kumi nilizokupa ambazo ni muhimu sana kwa maisha yako. Naomba uniambie faida ipi umeona ina make sense hapo kwenye comment na kama kuna ambazo umeshaanza kuzienjoy kwa sababu wewe ni mjanja na umeanza kuandaa na kutumia budget. Asante, nitakuona tena kwenye video ijayo na usisahau kuandaa na kutumia budget, kwa heri.